Nilitoa post kwa Facebook yangu kuuliza watu kama wanataka kujua jinsi ya kutengeneza hii na wakasema wanataka, so wacha niwaonyeshe. Kwanza ukopi link ambayo unataka kutumia alafu utaenda kwa website ambayo ni qrcode-monkey.com, alafu utakuja hapa kwa URL na upaste ile ambayo unataka kutumia. Ukitaka kutengeneza picha ikae namna gani unaweza tengeneza ukustomize hiyo design, lakini kwa sababu ya haraka nita scroll tu hadi hapo chini na nifinye, create QR code. Alafu hapa itakuwa imetengeneza, unafinya download, alafu ufinye download. Baada ya hapo, mtu yoyote akikuja kuscan akifinya na itamtuma kwa hiyo link ambayo uliweka. Kuiweka kwa mbao nilitumia laser engraver. Jinsi ya kutumia hiyo, kuna video kwa YouTube channel yangu ambayo inaitwa Baba Jimmy and Family. Kama ulipenda hii tutorial, naomba like, comment, share sana subscribe, Facebook na YouTube na TikTok, na niambia kama unataka tutorial zingine kama hii.